Uhali gani mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo tunatumai uko salama. Na sisi habari zilizotufikia zinasema kwamba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeahirisha hadi Januari 28 mwaka 2026 kesi ya uhujumu uchumi namba 000021172 mkuaji wa 2025 inayomkabili mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi baada ya upande wa mashitaka kueleza kwa upelelezi haujakamilika. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye vyombo vya habari nchini Tanzania hii leo, shauri hilo liliitwa leo Disemba 4 mwaka 2025 mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Hassan Makube ambapo upande wa Jamhuri uliomba tarehe nyingine kwa ajili ya kuendelea na taratibu za uchunguzi. Kwa upande wa utetezi haukuwa na wakili mahakamani, jambo lililomfanya hakimu Makube kuagiza upande wa mashitaka kuhakikisha upelelezi unakamilika kabla ya tarehe hiyo ili shauri lianze rasmi kusikilizwa. Mange Kimambi anakabiliwa na shtaka la utakatishaji wa fedha kiasi cha shilingi milioni 138.5 za Kitanzania akidaiwa kuzipata kati ya Machi 1 na 31 mwaka 2022 jijini Dar es Salaam, kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali na kwa kutumia vitisho. Shtaka hilo linasomeka chini ya kifungu cha 12 cha kwanza d na 13 a cha sheria ya utakatishaji fedha sura ya 423 ya mwaka 2019 pamoja na sheria ya uhujumu uchumi. Hivi karibuni video iliyosambaa mitandaoni ilimuonyesha Mange akidai kuwa amepata taarifa za kesi hiyo na kudai kuwa serikali imekusudia kumrudisha nchini kupitia sheria ya usafirishaji wa tuhumiwa kutoka mataifa ya nje, Extraditional Act, Extradition Act ya 2019. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari, pia amethibitisha kuwa ofisi yake inachunguza uwezekano wa kumchukulia hatua Mange kwa tuhuma za kuchochea maandamano na kwamba mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani inatumiwa kufanikisha hilo. Hayo ndiyo yanayojiri jijini Dar es Salaam hapa nchini Tanzania na wadau mbalimbali waliibuka na maoni baada ya taarifa hii kuchapishwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na tutakusomea baadhi ya maoni hayo. YouTube business anasema, kama ana uraia wa Marekani basi hawezi kurudishwa hata iweje, labda kuwe na mambo mengine nje na kesi hii, maana ukifuatilia vizuri sheria za ulinzi wa raia wa Marekani kwa utuhuma au kuwepo kwa mazingira ya siasa, uchochezi basi sio kosa hasa. Wakihisi inawezekana kuwa kuna mazingira ya hatari ya kunyimwa haki ya kisheria, nafikiri serikali wameshtuka kabla haijaanza hii kesi, ili kujiridhisha na kuja na mwanzo. Na mwingine anaandika YouTube business kwa upande wake Titus Ntimba anaandika, ni upuuzi mtupu. mapesa aliyotajwa na CAG kuibwa na mafisadi hawa hawashughulikii. Wanakuja kujisumbua na mtu ambaye hayupo hata nchini. mwingine ni Daniel Stefano ambaye anasema Hamisi na kuunga mkono, siwezi hata kumtazama mimi wala kusikia ujinga wake. alianza na umbea ghafla, eti kawa mchambuzi ha, ha, ha. Ni maoni ya Daniel Naye Leonard Mambo anasema kwa nini serikali yetu ihangaike na watu vichaa kama Mange? Anauliza hapo. Na kutoka kwa mtu wa comment maarufu, kuna ujumbe unasema ujinga ni kuhangaika na Mange badala ya kufanyia kazi yale anayoyasema, mpaka kufanya watanzania kumuunga mkono kwa asilimia kubwa. Ujumbe mwingine kutoka kwa Bon James unasema kama hawa ndio wanasheria, basi Tanzania kuna wahuni wengi tu, na suti wanavaa. Mayenga Sindabakila anasema, jamani, huyu dada katakatisha pesa za nani? ha, ha, ha. kafanya biashara gani, kapata pesa isivyo kihalali kivipi? mimi sielewi. kama ni kesi za hivi tumefirisika sana, bora angepewa uchochezi, watu wangeelewa. mimi siamini kama ni kesi, tunachanganikiwa jamani. Mwingine Mwakioma Meri anasema kwa hiyo amehujumu uchumi wa Marekani au wa huku Tanzania anauliza. Eddie Brown anaandika, Mange anaongoza huko kwa bao moja mahakama sifuri, tuone game itaishaje, dakika bado nyingi na sasa ni dakika ya nne Desemba, ndivyo anavyoandika kwa upande wake. Noah Laisuya anasema hii serikali ni kichwa cha mwenda wazimu, hivi wanashindwa kukubali Ukweli wa mauaji ya watu umebaki, wanabwatuka tu na Mange eti kesi ya uhaini. Serikali ndo wenye kesi ya uhaini, maana wao ndio walioua watu wake, anaandika Noa Laiswa katika mitandao. Nam mtizamaji, maoni ni mengi sana, lakini haya machache ndo tumeweza kukuletea. Naendelea kuwa nasi tunakutakia siku njema, natukutane tena wakati mwingine Tutakapopewa pumzi, inshallah inshaallah. kwa heri.